Yes, mambo vipi? Naitwa Navigeta Chinduli. Kama kawaida bado ni gozangu maeneo ya wilaya ya Temeke na hapa sasa hivi sasahivi, ni kwa Makangarawe kama naoweza kuona pale ni tawi la Young Africa, Young African Sports Club tawi la Makangarawe. Pisha njia mkubwa apite. I don't know. Mkubwa au sio mkubwa? Yeah. So ni gozangu Makangarawe kama naoweza kuona, huku nilikotoka huku ni kwa Mama Kibonge, kwa hiyo bado tupo, tupo Makangarawe kwa Mama Kibonge mpaka kwa mpalange. Ehe. Episode iliyopita nilikupeleka huko. So, so sasa hivi nimekuja kuimalizia wilaya ya Temeke na kipengele hichi cha eh, Makangarawe. So cha msingi usisahau kusubscribe, ku like, ku comment na ku share. Naitwa Navigator Chinduli, tuendelee ku explore nini kinapatikana Makangarawe. And this is Makangarawe you don't see, you never ever see on TV. Hii Makangarawe inakuja kukuonesha mimi ni Makangarawe ambayo hautokuja uione kwenye TV. Ya. kwa hiyo tunaanzia hapa ndio Makangarawe, yap, ni mpakani kati ya Buza na Makangarawe, kule juu kuna Mama Kibonge. Mimi niko hapa, so tuendelee ku explore uweze kuona, lakini pia nataka niwashauri kitu kimoja, wale wageni ambao wanakuja Tanzania waangalie na hizi upskate neighborhood. Wasio wanaishia tu kuzi explore zile eh, famous neighbor hudi kama Koko Beach Masaki, na maeneo mengine, waje na huku, kuna mengi ya kuyaona, na leo moja ya skati ambayo nimekuja ku explore in details ni Makangarawe. Tulianza na Buza kanisani, tukaja Buza kwa Mpalangi, na sasa tuko Makangarawe. So stay tuned, ungana nami mpaka mwisho. Usisahau kuondosha comment yako hapo, lakini pia subscribe. Upande wa kulia chini pameandikwa subscribe; kushoto chini pameandikwa like, comment; fanya hivyo ili tuzidi kuwa wengi zaidi, twenzetu. So tuingie mtaa huu hapa tuweze kuona nini kimebadilika katika maeneo ma haya ya Yombo Makangarawe, ikiwa bado tupo katika wilaya kubwa na yenye watu wengi zaidi jijini Dar es Salaam, wilaya ya Temeke yeah. Ambayo wilaya ya Temeke au mkoa wa kipolisi wa Temeke ndio unabeba na Mbagala na maeneo mengine hayo, ambayo ni hiyo Mbagala tu peke yake ina wakazi zaidi ya laki sita. So, ni miongoni mwa wilaya ambazo zinachangia uwepo wa population kubwa hapa, so tuendelee ku explore. Hii sasa ndiyo Makangarawe, tumeanza kuingia mitaani Makangarawe. Zamani Makangarawe na maeneo ya Yombo yalikuwa yanasifika sana kwa matukio mabaya na ya ku ya kuumiza kama vile wachuna ngozi na watu wengine, lakini kwa sasa hivi na pia miundombinu zilikuwa mbovu lakini kwa sasa hivi nadhani mwenyewe unaweza ukajionea. Kwanza miundombinu imekuwa well organized and modernized, barabara za lami kila kona unaweza ukaona e, taa traffic e, lights e, sio traffic lights, hizi street light tunaita zipo. So hata matukio ya wizi yanakuwa yamepungua, kwa hivyo ungana nami tuweze kuona nini kina kina happen maeneo haya hapa ya Makangarawe, neighborhood hii ya Makangarawe. Lakini pia niandikie, wewe unaijua vipi hii Makangarawe? kama uko diaspora dasora eh, kama upo diaspora kama uko, uko... hapa kwa Tanzania bado uliwahi kuishi Makangarawe, niambie mwaka gani eh, basi mimi leo niko huku y yeah, kuja ku -explore in tuweze kuona i ni, nini kinapatikana. Ya barabara, kama nilivyokuambia, Temeke wamejitahidi katika barabara za mitaa. Unaweza ukaona sehemu nyingi ambazo tunapita barabara zake zinapitika kwa asilimia mia moja. Kama unaweza kuona, hii ni barabara ya mtaa huu wa Makangarawe. So, niandikie, niandikie kumbukumbu yako wewe inaputu, ina inakurudisha mwaka gani na tukio gani katika maeneo haya ya Makangarawe? Makangarawe mimi nikiangalia, naifananisha kidogo na Kijichi na Mbagara kuu jinsi ambavyo imejengwa na hizi barabara zake, yani kama Kijichi na Mbagara kuu. So ni sehemu fulani hivi ambayo ni amazing sana, uh, ni sehemu fulani ambayo ni amazing sana na sasa hivi imekuwa inapitika wakati wote, tofauti na miaka ya nyuma. Yeah. So wenzetu, tuweze kuona nini kinapatikana zaidi maeneo haya ya Makangarawe, nini Makangarawe inatuofa y yeah. Mimi ni Navigator Chinduli, niandikie hapo chini unaionaje Makangarawe. Uh, kama nilivyokwambia da it's not only Masaki and Oyster Bay. This is Makangarawe you don't ever see, never and ever see on TV. Huwezi kuiona katika television. Lakini mimi ninakuletea hapa uweze uweze kuiona. Street light kama nilivyokuambia kila kona. So inaonyesha ni jinsi gani ulinzi ume umeimarishwa. Yeah. Kaona barabara za mitaa, yeah. Hii ni Yombo Makangarawe and is not uh, bay Masaki uh, o panga. It is Yombo Makangarawe unazo, yeah. Kaona neighbor hudizo onekana, yeah. huko ananiambia vyumba kuna 40 50, hata 30 unapata 0. Yeah. Lakini ni Swahili neighborhood japo iko cool sana. Wewe mwenyewe unaweza ukaona, eh ni kama kijichi fulani au Kiwalani. Yeah. Hii ni Makangarawe mzee, na hapa ndio ni karibu zaidi na mjini. Gari zinapatikana hapa ambazo zinatoka Buza zinapita huku kwa upande wa barabara kubwa kule ambako tulitoka unaweza uh, unaweza ukaenda sehemu yoyote unayohitaji kutokea hapa Makangarawe. Yeah. so, niandikie kumbukumbu -kumbu yako inakurudisha miaka gani na matukio gani unayakumbuka kuhusiana na Yombo in general, au Makangarawe au kama bado upo unaishi Makangarawe au Yombo basi niandikie hapo, niandikie hapo. Yeah. Huku ndio tulikotoka. Yep. Kiukweli, Temeke mnyonge mnyongeni, haki yake mpeni. Temeke inatakiwa ipewe maua yake, tusiwe wanafiki. Temeke ni miongoni mwa wilaya ambazo zimefanya poa sana katika miundombinu ya barabara hasa za mitaa. Yeah, maeneo mengi ambayo zamani yalikuwa yanadharaulika sasa hivi yamekuwa ni supabu. Mfano Kijichi eh, Wailesi Aika na hata kubuza na Yombo kwa ujumla. So unaweza kuona mwenyewe ni namna gani ambavyo kumebadilika ya yeah. Hii ni kazi kubwa sana wameifanya katika hiyo miradi yao ya TARURA. Kwa hiyo Temeke wanapaswa kuvikwa taji la heshima yeah. Mefanya kazi kubwa sana kama. Yes, I think wako kwenye, I think wako kwenye rally wale ujenzi unaendelea, unaweza ukaona ya watu wanapromosha majumba na uwepo wa barabara umesababisha vitu kuwa kupanda, ya hata wenye nyumba wenye viwanja sasa hivi kutokana na uwepo wa barabara hizi za mitaa hawawezi kukuzia tena kienyejienyeji kama zamani ya yeah. So, unaweza ukaona mwenyewe satelaiti hizo hapo ha? Yep. So, ni unyama sana. Nikomentia hapo, unaionaje Makangarawe? naizo daladala hebu za makumbusho, kwa hiyo hakuna shida ya daladala. amebadilika sana. Wenyeji wa zamani wa maeneo haya watakuwa mashahidi e, wakiona video hii. Na kama wewe umekuishi maeneo haya, basi niandikie hapo kwenye comment, unayakumbuka vipi maeneo haya? Unayakumbuka kwa lipi maeneo haya ambayo leo nipo mtaani kwenu Makangarawe. Ona mitaa ninakwambia kabisa, yep kusubscribe ku like comment, inakuambia kabisa, na kushare kama nilivyowaambia, kwa sababu inahitaji support yenu zaidi ili niweze kupata nguvu ya kufika maeneo mengi zaidi na tuweze kununua GoPro, GoPro cameras. GoPro camera ndio kamera ambayo itatupa clear picture ambazo zitakuwa zinatuonesha sasa kinaga ubaga eh, maeneo mengi ya jiji la Dar es Salaam so tusiache kusubscribe, kukoment, kulike na kushare ili video ziende mbali tuweze ku afford hiyo GoPro kamera. Ya leo niko zangu Makangarawe kama unavyoweza kuona Makangarawe yamebadilika. Ya Makangarawe nilikuwa nasema Makangarawe kila sehemu lami, mwenyewe unaweza ukaona hapo jinsi gani mambo yamebadilika. So niandikie kwenye comment unaionaje eh, Makangarawe leo niko huku Ya tria kabisa, yani ndani ndani ya Makangarawe, sio kati na wala sio katikati ya mji. So unaweza kaona ni kwa jinsi gani kwamba Dar es Salaam is not only Masaki, sio pekee Masaki. Dar es Salaam is everywhere, ni kila sehemu ambapo wewe utakuwa umeenda basi utakuwa uko Dar es Salaam. so ni soko la Makangarawe ya ili, hapa Makangarawe market, hilo ni soko yep, la Makangarawe. Yes, kwa hivyo umeweza kujionea mwenyewe, yes, jinsi yeah, gani mitaa hii inafanana, eh, Makangarawe. Kiangalia, ukiangalia vibao unaweza kazani kama kwa ziari au unaweza kazani huko Kijichi na maeneo mengine kama hayo, lakini yote ni kutokana na kwamba maeneo hayo yote sasa hivi yanafikika kiurahisi na yame wekwa lami so inakuwa rahisi mtu kuchanganya, inakuwa mtu kwa kusetra. So hii ni Makangarawe na pale tulipopita nyuma ni soko la Makangarawe. So, tuendelee ku explore tuone nini zaidi kinapatikana hapa. Mbele njia panda kwa Mwinyi hapa, kwa hiyo ile barabara kabisa inakuja kunitoa na kunileta njia panda kwa Mwinyi, lakini hapa kuna plot hapo ina uwe. Sijui kama inauzwa naza kaja kuulizia. Yeah, na huku ndiko nilikotoka. So, unaweza kaona tumekuja kutokea Dovia ehe, Dovia hapa mbele, ambapo jina lingine panaitwa chama kwa nyuma kule, kama unavyoweza kuona ndio njia panda ya yeah, hapa nilipo maeneo haya ni maeneo ya yeah, chama. So tuendelee tu explore, tuweze kuona nini zaidi kinapatikana maeneo haya yeah, so hiyo ndio Temeke wakuu Niliamua leo e, nifunge niweke kambi maeneo haya ya Temeke, ili muweze kuona kwa, na muweze kujihakikishia wenyewe kwamba Dar es Salaam siyo tu Masaki. Dar es Salaam is everywhere. So ni komentie hapo ni nini umekiona katika ukanda huu wa Temeke, maeneo ya Buza, Makangarawe, kwa Mparange, kanisani na maeneo mengine Dovya ya yeah na pia niambie ungetamani twende sehemu gani zaidi? Ya, nami nitakupeleka. Ya, kwa leo endelea kuenjoy viunga hivi huku vya Yombo. Aha. Lakini usisahau kusubscribe, ku like comment na kushare ili tuzidi kukua zaidi yeah, enjoy. Hapa hapa naitwa CCM kama nilivyokuambia, au yeah. Dovia. Ya, yeah. Yombo Dovia. Eh, kama unakumbuka ile sakata fulani ile ile trend Yombo Dovia ndio hapa sasa. Ya. Yeah. So niandikie wewe unaionaje Temeke na maeneo yake haya? I say sasa hivi Temeke usafi unazingatiwa humu mote, na mpita nakuta kumefagiliwa, kumefagiliwa. Yapo, hakuna hakuna takataka na mwenyewe nadhani unajionea hapo kwenye hiyo video amna takataka. Ah, kwa hiyo ni jambo zuri halmashauri ya Temeke wanalifanya, kuhakikisha usafi unazingatiwa maeneo haya, ni jambo zuri sana. Pia mananasi yapo, ya. wewe tuna fedha zako ni marufuku kutupa taka kwenye mfereji. Faini unaweza kaona hapo elfu hamsini haruhusiwi kutupa taka. Um, ndio maana safi inaonekana umezingatiwa kwa kiwango cha juu sana yeah, sababu kuna adhabu kali kwa mtu ambaye atakiuka yeye. So endelea kuenjoy the vibe and the, the breezy of Yombo Dovia. Tulianzia Makangarawe, sasa hivi tuko Dovia, tunamalizia malizia malizia minachoomba usisahau kusubscribe, kulike, kucomment, kushare. Yeah. zilizopotea tunasajili. Unaona hapo, kuyo anauzwa huyo. Hii yep, shule ya msingi Jitihada na Yombo Dovya. Kama unavyoweza kuiona, hiyo ni shule ya msingi Jitihada na Yombo Dovya yeah, so bado ni kwa maeneo haya, nataka nikuoneshe namna gani panafanana yeah. Kwa hiyo hii ni sehemu nyingine ambayo kama unahitaji kuja kuishi Dar es Salaam unaweza ukaja, ukaishi, ni sehemu nzuri nah, ambayo ina support life so ya kila the kila mtu lower middle, and higher income people. Yeah. lower middle, and higher income people wote wanaweza wakaishi. ile hii hapa sasa ndo Dovya yenyewe, shule ya msingi Dovya. Hii kule mwanzo ilikuwa ni jitihada. Hii ni Dovya, so tuendelee. Cha msingi sasa usubscribe ku like ku comment na kushare ili tuzidi kukua zaidi. Barabara za mitaa maeneo haya ziko well paved kwa lami, unaweza ukaona mwenyewe. Hii nayo ni barabara ya mtaa, unaelekea huku nayo iko iko katika kiwango cha lami. Ya unaelekea huku hii inaenda kutoka ya mtaani nayo ni alami. Wewe unaweza ukaona kunapitika huko, wala usihofie kuhusu mafuriko wala nini, uko vizuri. Mvua haitakuzuia kuzuia wewe kutoka huko. Huu mlima bwana, mlima wa Dovya nao ulikuwa ni miongoni mwa milima ambayo hatari sana miaka ya nyuma, kabla hujachongwa ulikuwa ni mlima hatari sana so sasa hivi umekuwa kidogo nafuu baada ya kuwekwa lami. ina kama miaka kumi na tano hivi tangu umewekwa lami, una kama miaka kumi na tano tangu umewekwa lami ya, ni, ni barabara hii hii ambayo inaenda Buza. So zamani kulikuwa hatari huku, wewe kama unaijua Buza miaka hiyo ya nyuma, basi unaweza ukatu, ukawashahidi ukatuonesha uh, ukatuambia kwamba ilikuwaje miaka ya nyuma katika maeneo haya hapa ya yadovya. Haukuwa mlima wa kawaida watu wamekufa sana hapa, lakini sasa hivi ni oya oya, tuna tunapita, yeah. Sasa hivi ni oya oya tunapita, wamepunguza mwenyewe, yeah. Unaweza ukaona, enda huku, unaweza ukaona yeah. Hapa tena ndio mpaka wayombodopya na Tandika kule mbele unakuona ni Tandika.